elimu mjadala bajeti. Lakini anayopitia Lissu ndani ya siku 68 gerezani, mwelekeo mpya wa kujitegemea. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi inasema mwelekeo mpya wa kujitegemea. Lakini wanandoa waliouawa kuagwa leo, wanandoa waliouawa kuagwa leo. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Mwananchi. Na Pemba njiani kuwa kinara wa uvumbuzi wa biashara, Pemba kuwa kinara eh, kwa vumbuzi wa biashara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kile chana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema eh, uh, serikali imejipanga ipo macho eh, na, na vinavyoendelea. Nasema serikali imejipanga ipo macho na vinavyoendelea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa tatu habari inaendelea kwa kina. Lakini habari kubwa ni Samia anguruma. Hiyo ndo habari kubwa inasema, Samia anguruma, akerwa na kuomba misaada, kuisitisha kupeleka pamba ghafi nje, lakini aagiza TRA kodi kwa maelewano kuongeza kasi. Lakini azindua chanjo ya mifugo, sasa kuku kuchanjwa bure, maofisa ugani elfu saba eh, na mia tano yes, eh, kusajiliwa. Hiyo ndio habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo, inasema Samia anguruma ahueni mwendokasi Julai yana habari ukurasa wa tatu. Ahueni mwendokasi Julai, lakini washauri kuchaguliwa viongozi wanaosimamia katiba. Lakini Majaliwa atoa maagizo msaada wa kisheria, huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa atoa maagizo msaada wa kisheria, amuru wizara mbili kusaidia maeneo yenye migogoro zaidi. Lakini migogoro zaidi ya elfu ishirini na sita yapokewa msongamano magerezani wapungua hiyo ni nambari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kwenye gazeti la zanzibar leo asubuhi ya leo lenye nambari kubwa inaosema jukwaa e, kuchochea uwekezaji Pemba. Dr mwinyi asema jukwaa la kuchochea uwekezaji Pemba e, lakini kuna habari nasema, e, asema hatua ukifungua kisiwa hicho zaendelea hatua za hatua e, za kuifungua kisiwa hicho zaendelea. Lakini tutaendelea kujenga skuli maalum kwa wasichana huyo ni rais Samia asema tutaendelea kujenga shule maalum kwa wasichana. Lakini wana system epukeni kuchafuana, asema, wana system epukeni kuchafuana kuchafuana. Huyo ni Hemedi. Gazeti lako la Uhuru lenye nambari habari kubwa inayosema rais Samia azindua jengo la TRA ataka uwajibikaji, lakini rais Samia azindua chanjo ya mifugo. Huyo e, ni rais Samia suluhu Hassan azindua chanjo ya mifugo e, lakini Dr Mwinyi akaribisha wawekezaji Pemba hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Majira e, nye asubuhi ya leo linaandika habari kubwa inasema Tantrade yanika mpango wa kuendeleza uwanja wa maonyesho e, Tantrade yanika mpango ya kuendeleza uwanja wa maonyesho, lakini Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 za chanjo ya mifugo. E, ya mifugo Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 za chanjo ya mifugo na ukusanyaji wa kodi kwa njia rafiki. Huyo ni Dr. Samia, wataka TRA kukusanya kodi kwa njia rafiki. Lakini waliowekeza nyumba za NHC kawe, e, waliowekeza nyumba za NHC kawe kukabidhiwa mwezi ujao. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti la majira ukurasa wa mbele. Lakini CTI yampongeza Samia kwa bajeti inayokuza uchumi uchumi. E, CTI yampongeza Samia kwa bajeti inayokuza uchumi e, habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge na lenye asubuhi ya leo linaanza na habari kubwa inaosema e, Tantrade yaja na mpango kuendeleza wa kuendeleza uwanja wa maonyesho wa mwalimu Nyerere. Lakini Samia kuja na ujenzi wa shule za wavulana, huyo ni Rais Samia, e, Samia suluhu Hasani kuja na ujenzi wa shule za wavulana, lakini NHC yataja mafanikio ya miaka mitano. NHC yataja mafanikio ya miaka mitano, hilo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Na Wasira atoboa siri ya CCM kuwa chama cha kudumu, asisitiza amani na umoja wa nchi. Huyo ni Steven Wasira atoboa siri ya CCM kuwa ni chama cha kudumu, e, asisitiza amani na umoja wa nchi. Lakini mwanahabari gazeti lako asubuhi ya leo lenye lina habari inayosema Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 chanjo ya mifugo 2025 2029, lakini Wasira ataja sababu za CCM kuwa chama cha kudumu. Huyo ni Steven Wasira ataja CCM kuwa chama cha kudumu, lakini walimu leya Ulaya na nijasiri amehashikiki, eh, ameheshikika eh, wanawake lakini Msofe wa wazazi ilani Ilala akacha kivule atajwa kugombea ubunge Handeni. Msofe wa wazazi Ilala aikacha kivule atajwa kugombea ubunge Handeni uni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini bado kuna habari inaosema chodao e, yaiomba serikali bunge kuridhia mkataba wa ILO ya wafanyakazi wa ndani, lakini tani trade ijaja na mpango kuendeleza wa kuendeleza uwanja wa maonesho wa Mwalimu Nyerere hini habari kwenye gazeti lako la mwana habari kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti hili ni Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 chanjo ya mifugo 2025 2029. Lakini kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania asubuhi ya leo ina habari kubwa inayosema naibu waziri ikapinga bei ya gesi LPG ni rafiki kwa watumiaji. Lakini Hashimu Rungwe Sipunda alazwa KCMC e, Hashimu Rungwe alazwa KCMC na rais Samia, kodi ndiyo msingi wa maendeleo nchini. E, rais Samia asema kodi ndiyo msingi wa maendeleo nchini na ahimiza Watanzania kujenga utamaduni wa kulipa kodi kwa hiari, ahidi kuiongezea nguvu mamlaka kuimarisha ufanisi, lakini kamishna amshukuru kwa kuwatia moyo. Hiyo ni habari ya ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Dira, huku Lisu awaweka pembeni mawakili wake. Lisu awaweka pembeni mawakili wake e, ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Rai ya Mzalendo lenye ukweli na uwazi, ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema eh, mbunge wa Itara matatani atakiwa kulipa bilioni sita mbunge wa Itara matatani atakiwa kulipa bilioni sita Lakini CTI yapongeza bajeti ya serikali eh, CTI yapongeza bajeti ya serikali yasema ina nia njema na wenye viwanda yakini mapendekezo yao mengi yamechukuliwa, yampongeza rais dr Samia Suluhu hasani kwa kuwa msikivu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inaosema, Lissu aomba kujitetee mwenyewe kesi ya uhaini. Ya Lissu aomba ajitetee mwenyewe kesi ya uhaini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo, lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya lenye nambari kubwa inasema TPA yazindua ukaguzi wa maroli yanayohudumu bandari. Lakini mneki asasi tangazeni nia bila kuchafua. Lakini Rais Samia asema tulipe kodi tusiwe tegemezi kiuchumi, habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la mtazamo mpya ukurasa wa mbele lakini kwenye gazeti la Uelekeo na lenyewe kurasa wa mbele inaandika Rais Samia ahimiza TRA kukusanya kodi. E, Rais Samia ahimiza TRA kukusanya kodi, e, kodi. Lakini system ya agiza fidia e, kwa wafugaji ikamilishwe, na huko UWT yaagiza ujengwe uzio hospitali ya Lulanzi. E, UWT yaagiza ujengwe uzio hospitali ya Lulanzi, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza, lenye na habari kubwa inasema serikali yaelekeza nguvu za, e, ya nguvu zao la pamba. Serikali yaelekeza nguvu zao la pamba. Rais Samia awaambia wakulima wakae mkao, e, wa kula. Habari e, pia inapatikana kwenye gazeti la taifa Tanzania. TPA yaweka msimamo malori yanayohudumu bandarini e, lakini NHC kuanza kukabidhi nyumba za bei nafuu kawe, NHC kuanza kukabidhi nyumba za bei nafuu kawe yule, ambalo linapatikana kwenye gazeti laku la taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti laku la Nipashe mwanga wa jamii lenye na habari kubwa inayosema Rais Mwinyi akaribisha wawekezaji fursa Pemba. Pemba mali E, za wadaiwa 799 kuuzwa kufidia madeni. E, mali za wadaiwa 799 kuuzwa kufidia madeni. Lakini Samia angaka TRA kufungia akaunti. E, Samia angaka TRA kufungia akaunti, aonya vikali maofisa wake kuny kunyang'anya kompyuta vitabu kufunga biashara ahidi neema kwa wakulima na wapamba, e, na wafugaji. Lakini kamati ya bunge yataka adhabu wageni kuodhi biashara nchini kamati ya bunge iwataka adhabu wageni kuhodhi biashara nchini. Lakini vikongo 420 nchini vya uawa miaka mitatu, vikongo 420 nchini vya uawa miaka mitatu. Lakini Lissu watoa surprise kortini, Lissu watoa surprise kortini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani kwenye magazeti E, nchini Tanzania tunaanza kuangazia gazeti lako la taifa Tanzania lenye linaandika Faisal Ngoma nzito kusepa Azam. E, lakini rais wa Wydad afichua dili la kumsajili Ronaldo lilivyofeli na Musiala apiga hati tiki bayani kishinda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kurasa za michezo lakini Uelekeo gazeti lako linaandika Simba kazi yetu ni kucheza mpira ipo katika mawindo ya MVP wa Zambia, lakini Yanga yazidi kuibomoa Singida Black Stars baada ya kuwanasa kina Bada eh, sasa ya mnyakua soa, lakini Max Zegeli naye kubaki mitaa ya Twiga na Jangwani huku Ken Goldi Tabora United kizungu mkuti, kumaliza ligi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo wa ukurasa wa michezo, lakini kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya lenyewe linaandika Kamara kuongeza mkataba Simba. E, kamara kuongeza mkataba Simba. Yanga yaifuata Prisons Kibabe, lakini Baleke huyo Mtibwa Sugar e, huyo ni konguru e, wa Kongo Baleke huyo Mtibwa Sugar. lakini kwenye gazeti lako Raia Mzalendo la yenyewe kwenye michezo linaandika Max Zengeli avutiwa Kaiser Chiefs, lakini Fadru mechi zote kama finali Huyu ni kocha Fadu wa Simba asema mechi zote ni kama fainali. Tabora United safari kuifuata Azam. Na kwenye gazeti lako la Dira linaandika kocha stars ana anaimani na kikosi cha chani Katwila wa big man kufanya usajili wa maana, lakini jige alivyoipa ubingwa polisi Kenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania e, kwenye kurasa za michezo na gazeti lako la Mwanahabari lingine inaandika vigogo wajipanga kushindana na Karia, e, vigogo wajipanga kushindana na Karia na ndaira, jige aipa ubingwa wa polisi Kenya. Huyo ni nda kocha ndaira, e, jige ajipa ubingwa wa polisi Kenya, lakini Hosea mwenyekiti mpya na mongo na Mwagala amejipanga kuwafunga Azam, e, huyo ni Christina Mwagala wa Tabora sema amejipanga kuwafunga Azam na kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti wanyonge lenye linaandika bwenzi amvutia kocha Mayanga e, bwenzi amvutia kocha Mayanga. Kocha Yanga, tunafuata alama tatu kwa Prison, lakini Fadu, mechi zote kama fainali. Huyo e, ni kocha Fadu asema mechi zote ni kama fainali. Na huku gazeti lako la Majira naandika Taifa Stars yapiga chini Gine na e, Taifa Stars yapiga chini Gine, lakini Yanga yatua kibabe Mbeya. Hilo ni gazeti lako la Majira huku gazeti lako la Uhuru linaandika ilani mpya CCM ilivyoelekeza maandalizi ya Afconi 2027, lakini Twiga Stars yaipigia hesabu kali Burundi, Yanga kuifuata Prison kibabe. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru kimataifa linaandika Ronaldo avunja ukimya, na Zanzibar leo linaandika serikali inasaidia wasanii wa zamani, waziri Tabia asema, huku kocha wa KMKM analitaka kombe la FA na KVZ yapokea vichapo ligi kuu wavu Zanzibar, na huko kamati ya kafu yatupa rufaa agene. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Tuangazia sasa gazeti lako la habari leo lenye ninaandika Yanga itangazia Kiama Prison, Twiga Stars yawania usukani sekafa, lakini mguto ampa darasa mrithi wake. E, mguto ampa darasa mrithi wake, na kwenye gazeti lako la mwanaspoti lenye linaandika habari kubwa inayosema eh, Yanga yawekewa shilingi bilioni eh, mezani eh, ikiwa bilioni tatu mezani. Na ya striker aseki anukia Simba. Eh, striker aseki mimos anukia Simba. Hamza kamara waongeza nguvu kambini, lakini kuna habari inayosema mawinga wanne ubaoni baka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo upata nakala yako kuhabari, kwa habari kwa kina na tukiachana na gazeti la Mwanaspoti tuangazie gazeti lako la Nipashe. Gazeti la Nipashe kwenye michezo linaandika e, kafu ya Ibeba Taifa Stars. Kafu ya Ibeba Taifa Stars e, yatupa tena rufani ya gine ambayo inadai kupewa ushindi kufuatia. Lakini Simba yavunja rekodi Yanga Azam Vitani. E, Simba yavunja rekodi Yanga Azam Vitani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye, kwenye kurasa za michezo pata nakala yako kwa habari kwa kina